Hapo zamani sana kulikuwa na kijiji kiitwacho Kisanda, kilichozungukwa na milima, mito na msitu wa kale. Watu wa Kisanda walikuwa wacheshi, wachapakazi na waliishi kwa mshikamano mkubwa, lakini maisha yao yalibadilika alipozaliwa msichana mmoja aitwaye Mloma. Mloma hakuwa na kasoro yoyote ile Alizaliwa mzima akiwa na macho makubwa ya kuvutia, ngozi laini kama siagi na tabasamu la kupendeza. Lakini tangu aanze kuongea, kulianza kutokea mambo ya ajabu. Kila alichokisema Mloma, hasa mabaya, kilitokea bila ya kuchelewa. Akiwa na miaka mitano tu, alimwambia mtoto mmoja aliyemnyang'anya kionjo chake "Utaanguka," na sekunde chache baadaye mtoto huyo alianguka na kuvunjika mkono. Siku nyingine alimwambia jirani aliyemnyima maembe, mti wako utakauka, na kesho yake mti huo ulikauka ghafla. Wakati mwingine hakuwa hata nia mbaya, lakini mara tu aliposema jambo la kutisha, lilikuwa kweli. Na haikuishia hapo, alikuwa akisema mtakufa njaa, mashamba yangeangamia. Akitamka kutakuwa na moto, nyumba ingeungua. Hata wanyama walipozaliwa, akisema huyu hatadumu, walikufa kabla ya wiki kuisha. Kwa miaka mingi, wazazi wake walijaribu kumlinda, kumfundisha anyamaze, hata kumpeleka kwa waganga mbalimbali, lakini hakukuwa na aliyefanikiwa kubadili hali hiyo. Hatimaye wazazi wake walifariki kwa ajali ya moto, mara tu baada ya Mloma kusema kwa huzuni, mama na baba mtapotea. Kijiji kilitetemeka na kuingiwa na hofu. Mara tu baada ya tukio la wazazi wa Mloma kufariki dunia, Mloma akalelewa na bibi yake, mama mzee aliyekuwa na imani kuwa mjukuu wake alikuwa na mkosi, si kwa mapenzi yake, bali kwa nguvu isiyoeleweka. Alimwambia mwanangu, usiogope, ukibeba mzigo wa ulimwengu bado ni mzigo wa dunia. Hii si kosa lako. Lakini maneno hayo hayakumsaidia sana. Miaka ikapita, Mloma alikuwa kijana wa miaka kumi na sita. Hakuna aliongea naye, alitembea peke yake. Hakuwahi kwenda shuleni wala kushiriki sherehe za kijiji. Watu walimtenga kama ukoma, lakini licha ya yote, mambo yalizidi kuwa mabaya. Mvua ilikataa kunyesha, ugonjwa wa ajabu ulianza kuua watoto na mito ikakauka. Watu walihaha kutafuta majibu, ndipo walipoamua kwenda kwa mshawi wa pwani, mwanamke aliyeishi msituni mwenye macho mekundu na mdomo uliochorwa michoro ya ajabu. Walipoeleza kilio chao, mchawi aliwatazama kwa muda na kusema, mmebeba mzizi wa sumu kwenye kijiji chenu. Moto hautozima mpaka mzizi huo uungue. Kifo chake ni uzima wenu. Huyo binti Mloma ndiye mzizi huo. Wakarudi kijijini kwa hasira, wakiwa na majibu aliyoamini ya kuwa ni ya kweli. Hawakuhitaji ushahidi zaidi. Walikusanyika usiku mmoja wakiwa na mienge, mikuki na mapanga. Bibi yake mloma alilia akisema, hamjui mnalolifanya, hana hatia mjukuu wangu, lakini walikuwa vipofu wa hofu. Walimtoa mloma kwa nguvu, lakini mloma alikuwa kimya, macho yake yakiwa na huzuni isiyo na mwisho. Hakupinga, hakulia, hakuomba msamaha, alinyamaza kimya. Walimpiga kisha wakamchoma moto mbele ya mti wa mkuyu, mahali ambapo wanakijiji hufanya matambiko. Alipokufa mvua ilinyesha kidogo, kimya kikatawala. Watu wakatawanyika polepole, wakiwa na mzigo wa dhambi moyoni mwao. Lakini siku tatu baadaye... huu sio mwisho wa hadithi hii. Sehemu ya pili ndo hadithi inakwenda kuanza. Wanakijiji wamemuua Mloma wakizani Mloma ndiyo mzizi wa matatizo yao. Je, loya mloma itakubali kupumzika kwa amani? Usisahau kusubscribe na kucomment pia, ili niweze kukuletea sehemu ya pili ya mzigo wa kaa kimya. Ebwanee, usikose sehemu ya pili.